Na miongoni mwa faida za kuoa mke zaidi ya mmoja faida ya tatu, anasema Ibn Baz rahimahullahu taala, i'fafun nafs i'fafun nas, kuwatosheleza watu wenye shida, kuwatosheleza watu na kuwasaidia watu katika kheri. Fainahu laysa kullu mraatin laysa kullu mraatin tajidu rajulan wahdahu, kwa sababu sio kila mwanamke ana uwezo wa kumpata mume wa kwake peke yake. Wewe kama umempata wa kwako peke yako, sio wanawake wote, kwa sababu kuna wakati mwingine mwanamke anatafuta mume na shindikana. Mwanamke mathalan kafiwa na mume wake, hasa nani anamuoa huyu? Nani anamnusuru? Watu wakimbilia, mabinti wakimbilia nini. Lakini ukiwa ushaoa mke mwingine wa pili, ni rahisi kumuoa mjane. Unasema alhamdulillah, mmoja mdogo ni naye, ngoja niongeze na huyu, ni mnusuru. Mtu ameachwa au amefiwa na mume wake au ameachwa ana watoto wanne nene, atamsaidia kwenye majukumu yake. Lakini anapokuwa amenusuliwa, ina maana yule mume amemsaidia huyu mama na watoto wake, kad yakunu rijal aqalu minanisaa. Lakini kuna wakati wanaume wanakuwa ni wachache kuliko wanawake na huo ndio uhalisia

wayunfiqu ala arba, na simamia majukumu ya hao wanawake wanne. Fafi hadha masalihun, ndani ya jambo hili kuna maslahi makubwa. Lijinsi nisai, aidha kwa jinsia ya wanawake pia, mwanamke anapata manufaa na faida. Wewe una watoto kwa sababu nyinyi mnazaa watoto wa kike unao wanne watano. Wakati mwingine watoto wa kike wamerudi wameachwa, inawezekana unakataa kwa sababu bado wewe mdogo, lakini kuna kipindi, kuna kipindi utafika, una watoto wa kike watano ndani ya familia na wengine wameolewa, wameachika, watoto watatu wote wameachika, kwa sababu kawaida wanavyosema watu kwamba mtu akiwa na watoto wadogo wa kike wajaolewa, kwenye geti anaandika, kuna ulinzi mkali, mbwa mkali, usisogelee hapa. Wakishaachika tunauza barafu. Kwa hiyo kuna wakati huo wa kuuza barafu, una watoto wa kike wamejazana ndani nanata mzuru, unajilazimisha kuandika barafu. E, tunachora hina e, tunauza ubuyu, ubuyu mwekundu mweupe, ili upate watu wakuja kuangalia ulio nao, kwa sababu watoto wako hawatembee inji hawazururi. Kwa hiyo jambo la msingi ni swala hili la watu kuongeza mke, unapokuwa unamfanyia roho mbaya mwenzako asiolewe lakini tambue kwamba kama hauna shangazi zako walioachika, basi una dada zako. Kama hauna dada, basi una haya yote yako. Kwa hiyo, ni kuwasaidia hao wanawake ambao wanaachika kwa dhulma, na wakati mwingine unafanya fujo, kumbe na wewe umeachika, umekuja umenusuriwa, alafu unafanya fujo, taki mwingine aje ambi haka mimi, umesahau kwamba ulikuwa na mtoto kwa hiyo haya yote so, Waislamu akina mama, msingie katika mitego ya Mayahudi. fa inna wujud, fa inna wujuda rubu zawjin khayrun laha min adami zawjin bil bilkuliya yakunu laha rubu au thuluth, au innisfu, yakunu khairan laha min al-ada. Ashekha anasema mkiwa watatu ina maana wewe una unaya mume hauna. Ukiwa mmoja huyo mume ni wako mzima, lakini mkiwa wawili ina maana wewe una mume nusu na yeye ana mume nusu, mmoja mnamgawana. Mkiwa watatu una robo una theluthi, moja ya tatu, moja ya tatu, moja ya tatu yule mwanaume mnamgawana mara tatu. Mkiwa wa nne, yule mwanaume mnamgawana mara nne, kwamba wewe una kipande na wewe ana kipande na wewe ana kipande. Sasa kupata kipande, robo ya mwanamume, ni bora kukaa bila mume. Sasa hii zote ni kheri zinarudi kwa kinamama kwamba kuna kuachika, kuna kufiwa, kama halijakukuta wewe watoto wako